My brother naam. Um, naam. Um, kaka, kwema, kwema kabisa, mzee wangu, mambo yanaendaje siku? Ah, salama mzee, umetutupa sana ah <laughs> uh, ndipo kaka, ndipo. Ni muda mrefu sana eh, kupitia SNS haujasikika bwana yeah. Joel kweli, kweli kaka, kweli mwaka huu sofa um, kwenye kazi, huduma kwa ujumla, kwa upande wa Lwaga ukoje? Uh, namshukuru Mungu mwaka umeanza vizuri pamoja mm. na kwamba ndo tuko mwezi wa tatu sasa lakini mm. mwaka umekwenda vizuri. Namshukuru Mungu, tulifungua mwaka tukiwa tunaendelea na olodumare mm. na sasa hivi ni mwezi wa tatu. Of course, odumari, toka mwezi wa kumi mwaka jana yeah. Sasa hivi ni mwezi wa tatu, so it is time, tumefungua ukurasa mwingine tena tunaendelea okay. na na na na na safari mbele, so so far umekuwa ni mwaka mzuri mpaka sasa na ki yeah, ukweli huu mwaka uh, nafikiri watu tu waendelee kukaa mkaa wa kula tu, yani we okay, won't rest. Yani ni kazi juu ya kazi mm. <laughs> <laughs> mwaka fulani hivi wa kufanya kazi kwelikweli, maana ya kuweka mm. bidii kwenye ubora, lakini eh, pia ni mwaka wa tunaamini uh -huh. Mungu atatupa nyumbo nyingi sana nzuri kwa ajili ya watu wake. Safi, mimi nikupongeze sana kwa wimbo wako wa Olodumare kiukweli saa. ni kazi ambayo imegusa watu wengi waimani we yako, lakini pia hata ambao sio waimani yako. Ningependa kujua e, jambo moja, wakati unauandika huu wimbo na unautoa ulidhani utaweza kuwagusa watu wengi kwa namna hii? mm, kikole ludumari umeni-, umeni, umeni nisemeje? Nilijua utakuwa wimbo mkubwa mm. na watu wataupenda, lakini sikujua utakuwa mkubwa kwa namna hii mbao mm. umekuwa. Nilikuwa najua tu ni saundi nzuri, ni saundi ya tofauti, na ni saundi ambayo ita weza kupenya kwenye masikio na mioyo ya wengi lakini sikujua mm, kwamba wewe umeni yani ume, umekwenda zaidi ya vile ambavyo nilikuwa nimefikiria. Niseme tunamshukuru Mungu sana mm, kwa ajili ya wimbo wa huduma ambao umekuwa mkubwa sana sana kuliko namna ambavyo mimi na, na timu yangu tuliwaza. Lakini pia niwashukuru mm. uh, watu wote ambao uh, wananisikiliza hapa kupitia SNS mashabiki, mm. zangu wote na hata wale ambao sio mashabiki zangu. Kote mm. tu ambaye kuna mmoja au nyingine ulikuwa part of hiyo eh, movement ya urudumare nawashukuru sana. Wakati umetoa mimi ni wajuu tulizungumza na mm. nikakuuliza wazo la kuandika mimi ni wajuu lilikujaje mm. eh, mm. ukatueleza. Tuambie mm. kwenye urudumare mm. nini kilikuja kichwani siku hiyo ukaamua kushika peni na kuandika hii kazi. Uh, Olumare, Olumare ni, ni wimbo ambao ni beat kwanza, ulikuwa ni beat ambayo ilikuwa imeproduziwa, ambayo ilikuwa iko tayari imeproduziwa na producer wangu Alan mm. ambaye pia ni, ni, ni manager wangu kwa ni beat ambayo ilikuwa tayari imeshaproduziwa nilipoisikia, mm. bas nika jump into it, nikaipenda, nikasema hii beat inatakiwa ni mm. andikie. Sikuandika hapo hapo kwa mara moja hapo, mm. hapo kilichonijia kilikuwa ni chorus, yani mm. chorus na na na huko I think mm -hmm. melodi zake zilinijia hapo hapo mm -hmm. Ila sikuwa bado na maneno, yani, within yaani muda mfupi tulivyosikia beat mm. Kila kitu ndani yangu kaniambia this is it, lakini tuka take time ya kuandika wimbo kumalizika kwa kidogo kidogo. Kuna wakati tulisafiri, ulisafiri mm. na Alan tukawa tumeenda safari, njiani ni kama nikamwambia, sasa nafikiri nimepata verse ya kwanza tayari, so ilikuwa ni kitu ambacho nilikiandika of course taratibu, lakini the idea melody itakavyokaa mm. ilikuja instantly baada ya kusikia beat. Okay, yeah. Uh, imekuwa ni ngoma kubwa sana na kiukweli pia imepata e, mashambulizi mengi sana kwa watumishi pia. Niliona e, mtumishi mmoja anaitwa Pasco Kassian akikushambulia sana YouTube, na watu wengi wakisema kwamba pengine ni kazi ambayo haipo kiutukufu na vitu kama hivyo. Naamini pia uliziona kwa upande wako, ulikuwa unachukuaje kuona kazi yako inakuwa kubwa lakini mashambulizi pia ni mengi sana, wengi pia wakikupinga katika hilo? Mi mmaoni ya watu siwezi kuyazuia. Kila mtu anaweza akaona anavyofikiri yeye mm. na wala siko kwenye nafasi ya kujaribu kumjibu kila mtu ama kumfanya kila mtu aj ajisikie vizuri, kama anajisikia vibaya, siko kwenye position hiyo mm. na mimi know ni kwamba Uh, kitu chochote ki, kiwe kikubwa kiitwe kikubwa mm, criticism ni kawaida. Kwa hiyo mm, mi kwangu, I take things positive, naendelea mbele, nina as long as mimi binafsi najua ninachokifanya kitu sahihi, mimi na Mungu wangu mm, na wale ambao wanaamini kwamba Mungu wame, ameniweka kwa ajili yao mm. wale ambao wanaamini mimi sijaitwa kwa ajili yao mm. uh, siwezi kujishughulisha nao wala siwezi kuangaika nao mm. kuna wale ambao wanaponywa bro, kuna wale ambao wanainuliwa, kuna wale ambao wameponwa magonjwa from my songs, kuna watu ambao wamepata matumaini, kuna watu ambao walikuwa kwenye majonzi ya misiba by uh, listening to my songs wameinuliwa, wengine walikata tamaa ya maisha so mimi mimi na focus na hao bro, mengine ya criticism na nini mm. bro Yaani, wezi hata Yesu mwenyewe aliitwa benzi <laughs> <liitua> mpupa pepe. Weh, kitu kwetu si mkuu wa mapepo. <laughs> <laughs> <laughs> mapepo. Mm. Kwa hiyo kuna vitu vingine bro, ah criticism ni kawaida and as you grow mm. ni vitu vile unatakiwa ujiandae navyo. Mtu yote okay. anayegrow kwenda juu criticism, mashambulizi na nini mm. that's normal. So I don't take it seriously wala CV CV zingati sana mimi ni mna okay. focus kwenye kazi. Yeah, yeah somo kubwa sana hilo. Sasa yeah. tumeachia kazi mpya, double. Mm. Eh, mm. kazi mpya za moto sana tupo yeah. na olua lakini pia tupo yeah. na bilabila bila. Bila. Yeah. Hii olua hii ina maana gani? olua ni ni, ni Kinigeria <laughs> eh, kule kule tu Kinigeria <laughs> mm. na kama mtu anaweza kuwa na Google na simu yake hapo, akiandika tu olua meaning, ataona olua inamaanisha Mungu okay. Mungu, Mungu aliye hai Mungu okay. Mungu na, yes, okay. na ni neno ambalo linatumika mm na mimi na sababu ya kuendelea kutumia ya kwa nini nimeendelea kutumia e, Kinigeria ama Kioruba kwa sababu mm. Ah, mbali na kwamba tunatamani mziki wangu ama mziki wetu gospel penye sio tu Afrika Magharibi mm, lakini mi kwa research yangu na kuzunguka kwangu kwenye nchi mbalimbali za dunia nimegundua, uh, watu wa kutoka Afrika Magharibi kwa mm, maana ya Nigeria, Ghana na uh, of course ndio wanaoongoza kuwa diaspora kwenye nchi huko za ulimwenguni kwa Ulaya mm, na Marekani na Asia unaelewa, yeah. Kwa hiyo ukifanikiwa kupenetrate kwenye hao watu it's easy hata huko duniani kwingine unaelewa, na mi juhudi hizi sijazianza mwaka elfu mbili na kumi na tisa, umejua kunifurahisha. Yes. Na you can't believe, kupitia Olodumare mm. na mimi nimeshachekiwa na Wanigeria wengi wana search, are you from Nigeria? Okay. Are you guys speaking Yoruba? Unajua nawajibu hapana, mimi natoka Tanzania, nazungumza Kiswahili, but I love your language. Na nimependa ni-engage na nini kupitia lugha yenu. Kwa hiyo wanafurahia, wanaanza kufuatilia. Hata kwenye statistics ukiangalia Nigeria ipo miongoni mwa nchi za juu kabisa za za watu ambao wanasikiliza muziki wangu. Kwa hiyo kwangu mimi I think it's, it's, imekuwa ni mileage na nikaona okay. Let me, me add tena zaidi kidogo unaelewa ko okay. God knows itatupeleka wapi zaidi kama mm. nchi kama na muziki wa, wa injili na I don't know, sijui itaenda wapi zaidi lakini, pia na Kiswahili kukipenyeza zaidi mm. kwa sababu wanapostia lugha yao wanakuwa interested pia kujua hicho Kiswahili kilichoimba kinamaanisha nini. Automatically pia Kiswahili kina mm. kinatangazwa. Kwa hiyo mimi nikaona ni niendelee hapo zaidi kwenye eneo la Olua and I believe na ziko nyimbo nyingi tu za Kinigeria zinazoitwa Olua nyingi okay. tu. Na ni, ni, neno la kawaida wenyewe wanaposema Mungu mm. Eh, mbali ndio na lakini Olua pia okay. maana yake ni Mungu. Yeah. Safi. Kwenye bila bila kwa ambaye pengine hajapata muda kuisikiliza anapata mm-hmm. kitu gani humo ndani? Bila bilabila ni wimbo fulani wa unyenyekevu. Ni mtu ambaye anaangalia uh, safari yake nzima ya maisha na anagundua tu, yaani kwamba bila Mungu isingewezekana mm. Na, nimejaribu tu kuexpress moyo wangu, unajua, kuna watu esco mm. wanakutazama, wanakuaminia, mi naamini nimefanyika role model ya vijana wengi pia, ambao mm. wanataka kufanikiwa kwenye mziki kufanikiwa kwenye vitu fulani fulani yeah. na mambo kadha kadhaa. Sasa mimi it was just a, a gentle reminder mm. kwamba vyovyote unavyoweza kuniona, unavyoweza kunishabikia, unavyoweza mimi, no special. sina uspesho wote, bila ya Mungu yani, mm. vile nilivyo ni kwa sababu tu Mungu amenipa neema na, ku, na kunichagua na kuniwekea kidole chake juu ni eh, ya maisha yangu kwamba mimi nimtumikie nifanyike vile ambavyo yeye ametaka nifanye kwa ajili yake na watu. So okay, it's just a humbleness, ni kitu fulani cha kuwa cha ku express how, how how how humble my heart is kwamba kiukweli mimi bila bila Mungu, bila Mungu siwezi kufanya chochote, wala si chochote. Na kama Mungu angaliniacha hata kwa sekunde kumi, basi mm. ningekuwa nishapoteana kabisa so okay. I thank God kwa hicho na that's my expression to to the song kupitia bila, bila ni safari ya maisha, ni mtu anatafakari tafakari mm. na anagundua kwamba bila Mungu asingeweza. Kwa nini tumeamua kuachia ngoma mbili kwa pamoja? Okay. <laughs> We had a debate hizi <laughs> Yeah. Ni nyimbo ambazo zilikuwa zipo na yeah. Mimi na management yangu tulikuwa tunadebate ipi toke, ipi tangulie, ipi ije sasa, yeah. Okay, baada ya debate kubwa kushirikisha na wadau ama tukaona, anyway how about tufanye double release. Ni idea ambayo mm. sijawahi kuifanya before. Nimewahi kutoa album, nimewahi mm. kutoa EP, lakini sijawahi kufanya kitu kama double release so nikaona, how about we try a new idea, tutoe double release, nyimbo mbili mm. ziende alafu watu kila mtu ukiangalia pia zina sound tofauti kidogo yeah, Orua mm. kuna namna ina sound zinafanana fanana yeah. kidogo na Lodumare mm. lakini style zile, lakini mm. hii nyingine ni style ya message zaidi ya kusikiliza message zaidi na kutafakari zaidi so tukaona wacha tuzitoe zote and then wasikilizaji wao ndo wata watagawanyika watakavyoamua kuna <laughs> watakaosema Orua kuna yeah. watakaosema bila, bila. So, eh, ni kama tu kujaribu kuleta ladha tofauti kwamba watu wawe na kitu fulani kizuri ambacho wanaweza wakasikiliza. Kila mtu atachagua cha kwake eh, it's just a new idea yeah. sawa sawa bado umeposti ume eh, kipande kifupi Instagram mm. ukiimba ngoma yako ya bilabila bila. mm. nikaona msanii wa rap Moni Centrozone amekuja mm. kusifia aina ya saundi ambayo kwa sasa hivi mm. unapita nayo ukisikiliza katika Oludumare ukija kwenye olua bilabila, sio bila bila, yule ambaye tumemzoea akiwa anavuta sana mikia ya kutosha kwenda juu kushuka kupanda nini, <laughs> kwa nini pengine kwa sasa tumeamua kuswitch katika namna fulani vya kuwasilisha uh, kazi zetu. Unajua tunakuwa kila siku tunaenda tunakuwa, lakini wakati mwingine growth inataka mabadiliko, kwa sababu ukiwa vilevile kila siku vilevile watu watachoka tu, unajua, wanasema no matter how good dancer you are mm. but the more you stay longer kwenye y stage yeah. Watu tu watachoka, yani ukiendelea tu kukaa kwenye stage tu watu watachoka kwa Sa -sa. hiyo eh, sasa eh, mimi sasa hivi ni karibu mwaka wa nane, mwaka huu utakuwa wa nane nafikiri yeah. ukifika mwezi kama wa kumi na moja tangu nimetoa Sitabaki Nilivyo wimbo ambao ndio ulinifanya mm. watu kuifahamu zaidi. Sasa for all those seven years nimekuwa nikifanya kwa namna fani ambayo nafikiri watu wote wamekuwa wakijua naimba pitch fani za juu mm na kila mtu amekuwa akifurahia na kusifia uwezo wa sauti Mungu alionipa voko mm. na vitu kama hivyo. Mm. So okay, okay, nafikiri I have nothing to to prove when it comes to vocal anymore. Okay, <laughs> yani, yeah. Sasa hivo kama kuna mtu ana mashaka sana na vocal range, hatuna mashaka ah, <laughs> Ni vizuri kubadilika kidogo kuimba kam zaidi mm. kuwa kwenye hata keys zangu zimebadilika, yeah. nimeanza kuchange keys, aina ya key nimeshuka kidogo mm. eh, eh key ili kuhakikisha kidogo naimba sehemu fulani kam ya utulivu, kumfanya mtu afocus kwenye ninachokiimba zaidi mm. lakini kuongeza kidogo eh, aina fulani ambayo mtu anaweza akacheza kidogo vizuri. Unajua nyimbo zangu nyingi za zamani mi nilikuwa huwezi kucheza ua yeah. mastabacki nilivo huwezi yeah. kucheza <laughs> lakini nyimbo ambao kidogo mtu anaweza akadance, lakini yeah. akasikia message na ikamgusa, so ni ni, ni ki, kitu fulani tu najaribu kuboresha kukua, kubadilika, ili ili watu pia wape kitu kipya kwenye masikio yao, kwa sababu wakikikosa kwako watakitafuta tu sehemu nyingine, wataachana na wewe watatafuta kingine. okay. yeah. ni niliwasikia ni, ni uh, nilisoma baadhi ya komenti za mashabiki wachache wakisema, mm. Inaonekana Joel kama anaitamani bongo fleva hivi, alafu kama anaogopa. Kuna ukweli kiasi gani, ndugu yangu, katika hilo? Siitamani bongo fleva wala sina mpango wa <laughs> kufanya bongo fleva. Na ningekuwa naitamani wala nisingekuwa na cha kuogopa, you understand, mi ni mtu jasiri sana, mi ni mtu ambaye yeah. Yani ingekuwa basi nimeitaka hicho kitu mm. wawe na uhakika nisingejali. Nafanya gospel sio kwa sababu Uh, ninaogopa kufanya mziki mingine mimi mm. naimba mziki wa injili kwa sababu that's what I'm called, ndicho nilichoitiwa kufanya, that's the purpose of my life yani, mi nimezaliwa mzee, kuja kufanya hiki, nimezaliwa kuja kumtumikia Mungu kwa kwahiyo my focus is God, natafuta kumplizi ni Mungu wala mm. mimi na sitaki sana kujielezeelezea kwa watu mm. unajua mimi unajua hivi mm. I don't need that. Unaelewa, kwa hiyo bongo fleva sijitamani wala mm. Sina mpango wa kuifanya mimi, ninachokifanya ni gospel mm, na kuna namna yangu mimi nilivyoitwa tofauti na waimbaji wengine wa gospel, kwa hiyo wasinilazimishe mimi kuwa kama wengine. Kila mtu ameitwa kwa namna yake sa, kwa kusudi, yaani eh, kila mtu ana namna yake, so wasitake kuwa niwe kama fulani ama wasinilazimishe kwenye mazoea fulani mm, wanisifungie kwenye boxi fulani mm. I am free to do whatever I want to do as long as mimi kwenye mstari wangu na Mungu sijavuka mstari, so mm, wa, wawe tu kamu na wale ambao wanapata shida Eh, kutotaka kunafikiri kuna, kuna watumishi wengine pia wanaweza wakawasikiliza ambao wanawabariki, ukiona Joel Lwaga kama hakubariki, mm. yuafu, yaani mimi, ninaelewa alafu unakuwa wao hujalianza ukisema tu Joel Lwaga nibariki, na kuelewa kwa sababu sitaraji kufurahiwa na kila mtu. Huwezi kufurahiwa na kila mtu sawasawa, yeah. Unajisikiaje kuona eh, ni msanii wa gospel lakini kazi zako zinapendwa na kila mtu, kwa mfano Olodumare, tuliona marapa wengi waki, wakiifanyia kazi kazi yako, unachukuaje? un un hii kwangu mimi nachukua ni kitu positive. Namshukuru Mungu kwamba mm. I can cross boundaries watu kupenda ninachokifanya na, na mm. kuwabariki na kinapanda mbegu kwenye maisha ya watu mm. kuna watu wengi sana, they have been transformed, wamebadilishwa kutokana na huduma uh, yangu mm. kwa sababu ina- ina- nafikiri ina, ina, ina inawavuta ina na wanaposogea, mm. wanapata kile ambacho uh, kimekusudiwa kwa ajili ya maisha yao ko kwa kwangu mimi I feel good. Namshukuru Mungu nipa kibali hicho cha watu mm. tofauti tofauti kupenda na kufurahia kile ambacho ninakifanya bila kujali itikadi fulani fulani okay. Na niwe tu mkweli kwamba ndicho nilichoitiwa, yaani hicho ndicho ambacho ndo namna yangu na mimi nilivyoishi okay. Cha mwisho kabisa, tuambie sasa eh, video ya Olua na bilabila tunazipata wakati gani? <laughs> Eh, tuweze kujiandaa mapema sasa. Zitakuja, zitakuja, zitakuja. kwa sasa hivi kwa muda mfupi huu tuendelee eh kwanza hapo, alafu mimi na timu yangu tuta decide very soon kwamba video ipi itangulie na ipi fuate, lakini pia tunaweza tukawapa chance eh, wachague watu ambao wanatufuatilia kuona, okay, mnadhani ipi itangulie video yake, lakini wawe yeah. na uhakika zote zitakuwa na video zake na wataenjoy. maana ya Oludumare, amekutoa jasho, video yake ilikuwa naangalia <laughs> <bienze> sin <laughs> Hey, sio mchezo, ongereni <laughs> sana bwana. Mnafanya kazi kubwa sana, sana. Mtu akiangalia tu hivi kitu kimetoka kimekamilika ni ngumu mm-hmm, kujua mnapitia changamoto gani. Ongereni hey, sana bwana Joel bwana, asante kwa time yako na nikupongeze pia kwa kazi njema sana. Bila shaka umesikia kile ambacho nimezungumza na msanii wa gospel Joel Lwaga. Niambie mtazamo wako ni upi, na endelea kusalia SNS kwa taarifa nyingi zaidi.